Ladha ya Pwani. Hatani hoa. Hapa duniani kuna mchezo wa kugusa na kuacha ambapo watu hutumia kitu na kukitupa wanapopata kitu kipya. Hapa Kilifi nimekutana na vijana wawili ambao hujituma kuokota vitu vilivyotupwa na kuvigeuza matumizi. Wenyewe walikutana katika karamu na kutokea na wazo la kuzitumia hizo chupa za mvinyo ambazo hutupwa jani baada ya karamu. Kukutana kwetu, tulikuwa kwenye kama kajisherehe fulani, kapati fulani. Tulikuwa tumealikwa kwenye boma fulani, huko kwenye nyumba zile za kizungukizungu, kule kwenye beach ilikuwa ni beach. Sasa tukakutana, na tulikuwa tumepatana pale, ikiwa sisi wawili ndio tulikuwa watu weusi kwa ufupi, ambapo ilikuwa ni pati ya wazungu. Ilikuwa ni pati ya wazungu, na sasa nikamuuliza mwenzangu, kwani nani amekuwa amekualika hapa yeah? Yeah. Sasa yeye akaniambia njoo, ni kuonyesha aliyenialika. Nikifika pale, yule alimwalika ndio aliyenialika mimi pia hapo ndipo safari yao ya kugusa na kutia nakshi chupa zilizotupwa ikaanza. Sisi tuliamua tuwe tuje pamoja tujiunge. Baada ya kukutana, tukaona kuna kazi yenye tunaweza fanya pamoja, ambapo ni kazi ya kuzunguka na kuokota hizi chupa za wine, chupa za ambazo tupo tupo majani ambazo tukaona tunaweza zifanya recycle ili tuwe tuta tutasaidia jamii kwa sababu chupa ni hatari zikivunjika, ama ambapo zitakuwa zi okay, haz, haziozi. Sasa kwa sababu tunaweza zifanya kitu kikawa bora zaidi katika maisha, ambao utakuwa una, unasaidia pia jamii, na si chupa tu, bali vitu vingine vingi ambavyo vimetupwa na vinachafua mazingira. Hebu niambie, eh, mmetengeneza nini na nini na nini vitu gani ndio mna, mnaweza kunihesabia kwamba sisi tunaweza kutengeneza hivi hivi hivi hivi? Tunatengeneza bangles kutoka kwa vifuvu kama hizi, tunatengeneza earrings, tunatengeneza necklaces za mbao, vibao vidogo vidogo, tunatengeneza vifungo kutokana na vifuvu, tunatengeneza vidude vya nywele, tunatengeneza pia vibakuli, tunatengeneza ashtrays tunatengeneza hizo glass ku, e, glass za maji, glass za kutumia na bia mboko. Tunatengeneza lampshade kutumia glass, tunatengeneza pete, pete kupitia hizo glass na pamoja mifupa, mifupa na vifuvu. Tuseme ni, ni, ni, ni chochote utakachofikiria, maanake kama sasa hata unaweza unaweza tengeneza, kuna kama vijidau pia unaweza tengeneza. Si unaona ndani ya gari kuna wale wanapenda kupamba kitu kwenye kile kioo cha ndani ya gari. Kama mtu anapeleka kile kioo, unaweza tengeneza kidude tu cha mfupa, kama kijijitu kina sura, ukakiuza kama, uka kama hicho kidude cha kudecorate, ama ukatengeneza kidude kama hicho ukakiweka ringi pale, hiyo ni key holder. Yani yategemea ni wewe unafikiria nini, lakini viko vitu vingi sana mtu unaweza tengeneza. Wakanjuza mengi kuhusu asili wao wa sanaa. E, mimi ni mzaliwa wa hapa hapa Pwani. E, nimesoma Okay, msingi nimesomea hapa, hapa. Nisoma kuna shule ilikuwa inaitwa Kilifi Primary nikaenda nyingine, nilikuwa mtundu wenyewe, kwa hivyo nilizunguka shule nyingi, Kilifi Primary, Kibarani, St Thomas. Ikaonekana kidogo nina tatizo ikabidi nipelekwe kwa mama mkubwa bara. Kwa hivyo kuanzia kitu kama darasa la tatu, la nne sikuwa hapa, nilikuwa bara, kwa hivyo nimesoma bara Nyahururu Nyandarua kule mpaka nikamaliza kidato cha nne ndio nikarudi hapa sasa nilishukuru kwa sababu hapa singesoma, kua siendi shule kwa mara nishuke niende baharini niende wapi. Lakini sasa kuja hapa, baada ya kile kisomo, sasa kisa hii nakuta kimenisaidia kwa hii shughuli ya leo kinanisaidia sana, hicho kisomo, hata mzazi namshukuru sana. Mimi ni mzaliwa wa Kilifi pia na mimi nimesomea Mnarani Primary, nikafanya kazi yani shughuli zangu nyingi nimekuwa nikifanya Mnarani Primary na Mnarani village, that, that is. Na baadaye katika pilikapilika za kuwa nazungukazunguka pia mitaani, pia nikakutana na mahali anapoishi pia, akanipeleka mwenzangu, ndo nikapata kujuana zaidi huu uh, ujuzi wa kukata hiyo, maanake ninatumia nini nini, mambo mengi, hata haya naona umevaa. Mlipata wapi ujuzi huu? Mnasema tuseme, ukizaliwa na kipawa cha usanii huwa huwezi chukulia ati lazima utafundishwa mahali. Usanii unaanza tayari ile kama kipawa. Na chochote kile utakachokianza kawaida utakianza ukiwa kikiwa kidogo, na pole pole ukizidi kukifanya huwa kuna ujuzi unazidi kuupata zaidi. Kwa hivyo lazima utaanzia chini uje juu. Kwa hivyo si ati tulifundishwa mahali, ni ile kwani unatengeneza ukianza kutengeneza gari la maboksi, polepole kulitengeneza, kulitengeneza kila siku mwisho unaona utakuja utakujatengeneza gari hata la mabati. Eh, kwa sababu ule ujuzi huo unapanda, una polepole kulingana na vile ile bidii yako. Mmekaa pamoja kwa miaka mingapi sasa? Kwa sasa tuna miaka kumi, tukiwa tunashughulika tukifanya kazi pamoja. Na kazi hii imewapeleka wapi, ama vitu zenu zinapatikana wapi mpaka hivi sasa hivi tunavyozungumza? Tuseme raw materials ni ziko available, maanake hatununui, ni kupitia tu mitaani na kuokota okota, kama ni chupa, vifuvu ambavyo unaviona kama mwenzangu alivyovaa sasa. Kwanza e, kuchora. Nyinyi mnachora mnachora, nyinyi picha picha unaichora vipi mpaka halafu iweke kwenye glasi? Tunatumia mashini, tuna huwa tuna, tunapiga picha yenyewe ama pengine tu download picha halafu unaiweka ndani ya, ya glasi, baada ya kuwa umekata ile chupa ukatengeneza glasi, halafu una unafuatilia ule mchoro kwa ile glasi ukitumia kuna pen Engraving pen na pia kuna mashine yenye unaweza tumia ukifuatilia ile picha mpaka ikatoka ile picha yenye image yenye unahitaji. Inachukua muda gani kufanya image moja? Kama kwa mfano hii ya, imeandikwa. Unaweza tumia kama muda wa lisali moja, masaa mawili, inategemea na ile picha yenyewe. Alafu hivi vitu mnavyofanya, mnavyuza wapi haswa? Wateja wenu ni kina nani ambao mnawauzia hizi chupa ambazo mmetengeza kama glasi ama nini nini hivi vitu vya art tuseme? Uh, kwa wateja vingi ni tunapata hawa vijana vijana wa tunaoita beach boys, ndio kidogo. Kuna watu ambao hao hutu advertisea, huwa wanabeba vitu viwili vitatu wakienda wakistedi, kama ni hao wazungu, watu waje wakipata oda, wanakuja kuchukua kwetu. Kuna bei ambayo tutampatia yeye Alafu yeye naye atauza kivyake apate chake juu na sisi tupate chetu. Halafu pia kuna hizi baba, kuna hizi kefukefu kefu hizi ambazo huwa tunapeleka vile vitu vyetu, inabidi ujue utumie ndio upate, kwa sababu sasa kuna hii kitu inaitwa capital. Hatuna capital. Sasa inabidi tupeleke vitu vingine mahali bure kitumike pale kionekane, pengine mtu akikiona kutatokea mtu ambaye atatupatia oda, au wewe mwenyewe wewe mwenyewe unaweza amua uende uitumie pale kama ni glass ili kuonyesha kuwa ni kitu unique umeenda nacho pale unatumia. Sasa mtu anakuja anakuuliza kwani ulitoa wapi? E, sasa akikuuliza kama vile ndio unaanza kumwelezea, anakuambia nitengenezee kumi. E, na nitazipeleka mahali utapata soko. Na changamoto zinazowakabili vifaa ama tools zenye tunat, tunatumia ndio ni vigumu kupata kwa sababu hatujakuwa na hatujapata pesa capital that is, na pia, na workshop pia ni hatuna main workshop. kwa hivyo, mahali popote sisi tukifika, either tumeenda nyumbani kwa huyu kaka ama wamekuja kwangu, palepale kuna kwa workshop tayari, na pia mahali ambapo tunaweza beba zile chupa nyingi, maanake huwa tunaitwa, watu wanatuita majumbani kwao, wanasema chupa niko nazo, lakini hakuna transport, hakuna hatuwezi zibeba, so inabidi tunabeba moja moja, ama siku tukiwa na uwezo tunakodisha pikipiki ama tukutuku, tunaenda tunabeba, lakini hiyo ni changamoto kubwa, ni hiyo transport na workshop na pia mahali yani, na tools pia hiyo, hiyo, mahali, hiyo mahali ya kwenda kuweka hiyo mali maanake huwezi niambia ati hii Kilifi hii ina mali kidogo hata tukienda tukiokota hivi hatumalizi hata leo tukizunguka hata na lori na hakika hatuzamaliza lakini tutasiweka wapi mali ni nyingi sana nyingi sana mbao, yani ingekuwa tuna uwezo kama huu. na hakika tuweza kupata vijana hata elfu ambao tukawafumbulia tuka, tuka tukawafumbulia kazi wakawa wanapata chochote maana hizi mali bado ni nyingi sana na hao vijana pia lazima wana akili zao kutengeza vitu zinaathiri vipi mazingira eh, kwa mfano niweza toa mfano mmoja tu mara nyingine mimi wanaokota chupa hii, chupa hii ya, ya kigai, naweza ukota chupa ambayo nimesema hii nitaiweka nikate, baadaye nikiangalia ndani naona ina jongoo na lazima bado liko hai. Hilo ni madhambi sana, manake umeokota chupa umeenda ume kunywa mahali umekuja kuitupa na na tu hivi hivi. Sasa angalia jongoo liko pale, alijui limeingia vipi na alijui litatoka vipi. Hiyo chupa nikiipata inabidi niikate saa hiyo hiyo nilitoa ili ende zake, kwa sababu jongoo halina dhambi na mtu ni mdudu, tungemuua huyo kwa sababu ya chupa tu. Kando na kuwa haiozi, tunaua pia wadudu. Eh. Recycle today, save tomorrow. Recycle, reduce, reuse, the power is yours. Eh. Wewe ndio mwenye uwezo, serikali saidia. Eh, wewe ndio mwenye uwezo saidia, shirika fulani, unaweza ukabadilisha vifaa ama vitu vilivyotumika zamani na sasa vimechafua tu mazingira na vikawa vitu vya kutumia, vitu vizuri sasa kwa wakati wa hivi sasa. Hawa ni baadhi tu ya wasanii hapa katika kaunti ya Kilifi. Nikiripotia Coco FM kutoka Ngala Estate, Sokoni Ward, kaunti ya Kilifi, mimi ni Lolani Kalu. ladha ya pwani hatani hoa coco fm 98.9 ladha ya pwani